Asubuhi ya Jumatano ya leo kwenye kanisa la St Peter's Basilica, waumini walijitokeza kusema kwa heri. Heri hizo za mwisho ni za kumwaga Papa Francis ambaye kifo chake kilitangazwa Jumatano ya tarehe ishirini na moja mwezi huu wa nne. Kardinali mkuu wa Amerika, Kevin Firol, aliongoza misa ya wafu hii leo ndani ya kanisa, wengi wakimwombea huku wakijiandaa kumtafuta mrithi wa Papa Francis. Baada ya maombi hayo, msafara ulielekea hadi Vatican. Umati wa watu ukifurika St Peter Square. Huku siku tatu zikitengwa watu kujitokeza kutoa heshima zao za mwisho kwake Papa Francis, huku jeneza lake likiwa wazi hadi Ijumaa litakapofungwa. Misa na mazishi umepangwa kufanyika Jumamosi asubuhi, ambayo itahudhuriwa na marais mbalimbali kutoka ulimwenguni, ikiwemo rais wa Amerika Donald Trump. Papa Francis atazikwa kwenye kanisa la St Mary's Basilica kama alivyotaka yeye mwenyewe, kinyume na jinsi mapapa wengine waliofariki kisha kuzikwa kwenye kanisa la St Peter's Basilica. Kiongozi huyu wa kanisa Katoliki kutoka Argentina alifariki akiwa na miaka 88 baada ya kugonjeka ugonjwa wa kiharusi, huku mikakati imepangwa kwa ajili ya kumtafuta atakayemrithi Papa Francis. Nikiripotia mtoto News kutoka kaunti ya Mombasa nchini Kenya, jina langu ni David Lukoe.